Watu wa nguvu mkoaje? Na natumai unaendelea salama, na mimi niko poa. E, ikiwa unataka kuja Canada, wakati mzuri ndio huu. Huu ndio wakati mzuri wa wewe kuja Canada. Kwa nini nasema hivyo? e, Season za Canada zinaweza zikakuchanganya na ufike Canada ukose kupafurahia, ukiona ni kubaya. <laughs> Sababu Canada wakati wa baridi, we ambiwa tu, lakini usitamani hata kuishi hiyo eh, hali ni vile wengi watasema, sababu uko huko ndio maana unasema hivyo. Tunapataka kwa hali yoyote ile. Yes, najua watu wanapataka kwa hali yoyote ile. E, na sisi tunaendelea kujitahidi kuweza kupata gisi ya kuongoza watu kukuja Canada e, kwa hali yoyote ile ambayo inaweza ikajitokeza, lakini muda mzuri ndio huu. Yes, kuna wengi wamekuwa na wasiwasi, na nimeulizwa sana kuhusu ikiwa, ikiwa viza zinatoka siku hizi vizita viza, na kitu ambayo naweza kusema ni kulikuwa na mabadiliko kidogo ulikuwa na mabadiliko kidogo juu ya vitu za government kama vile wengi walijua na wengi ziliwapea wasiwasi, sababu walijua ya kwamba Kanada haipokei watu tena. Lakini haikuwa kusema ya kwamba Kanada haipokei watu tena, ila kitu ambayo ilikuwa ni Kanada ilipunguza dogo kupokea namba kubwa ya watu kama walikuwa wanapokea watu milioni moja eh, wanapunguza kidogo, lakini watu kukuja bado wanaendelea kukuja, na wale ambao walikuwa wananiuliza kuhusu ikiwa uh, visitor visa huwa inapeanwa visitor visa ilikuwa kati ya vitu ambazo zilikuwa zimezuiliwa wakati eh, government ya Canada ilikuwa inajaribu kurekebisha vitu zake. Kama mtakumbuka vizuri eh, hapo mwezi wa kumi na mbili mbele mwaka iweze kuisha, rais wa au, oh, sio rais <laughs> Kanada, aikuwaji na rais. By the way, nadhani hiyo wengi mnajua Canada inakuwa na Prime Minister ama Premier Ministre ya yeah. Inaongozewa na King wa England ule, ambaye ni mtoto ni Charles, mtoto uh, wa Queen Elizabeth, sababu Queen Elizabeth ndo alikuwa bado anasimama huku kote. So shida ilitokea wapi? Mwaka jana eh, ulikuwa na shida kidogo na ule ambaye anaongoza Canada ama uyo Prime Minister ambaye anaongoza Canada eh, anaitwa Justin Trudeau ni yeye ndo anaongoza Canada, Prime Minister Canada, ilikuwa na president, kwa wale ambao pengine walikuwa hawajui halo hilo. So mwaka jana ilitokea ya kwamba uh, akasema yeye anataka kuacha mamlaka, anaona hajaongoza nchi vile inatakikana, kitu ambacho hatujawahi kusikia Afrika <laughs> kusema pengine raisi ali ona ya kwamba naongoza nchi vibaya na ikafikia pahali anataka kujiuzuru na kuacha mamlaka. Hatujawahi kuwa na kitu kama hiyo, lakini hizi nchi kama hizi ambazo zinajiheshimu, nchi ambazo zina utawala mzuri <laughs> wao huwa wow, wanajiuzuru, na hiyo kwao hawaoni kama eh, kitu kubwa. Unapata mtu anajiuzuru anakwambia mimi niko tayari eh, kuacha hii mamlaka sababu naona uongozi wangu haujaridhia wengi, wanakuaga na hizo. Sasa pia yeye e, kulitokea kitu kama hiyo. Wakati kumetokea kitu kama hiyo, wakakuja kuangalia nini sababu, e, ya yeye kuweza kufanya hivyo, sababu wananchi, kuna wale walikuwa wana complain ama walikuwa wanatoa malalamishi ya kusema ya kwamba hali ya maisha inazidi kuwa inazidi kuenda juu, hali ya maisha inazidi kuenda juu, nyumba zinapanda bei, chakula inapanda bei, vitu kama hizo. Sasa wakasema no, eh, ni kama huyu eh, ambaye alikuwa anasimamia amefungua mlango kwa watu wengi. Kwa hiyo kitu ambacho tutafanya ni kupunguza namba kidogo ya wale ambao tunafaa kupokea. Ndio hiyo ambao huwa nazidi kuambia watu kila leo, kama watu walikuwa wanaingia elfu moja wanaingia ee, mia nane kama watu walikuwa wakuje mia saba wanakuja mia sita hivyo, lakini haikuwa kuzuia. Sasa wakati alipeana ombi lake la kuweza kupewa nafasi ya kujiuzulu na kuachana na mamlaka akakataliwa alipewa mpaka mwezi wa tatu, wakamwambia utakaa kwa mamlaka ukiendelea bado kutuongoza mpaka uh, mwezi wa tatu mwaka huu ambao tupo sasa. So mwezi wa tatu ndio huu ambao tumeingia, na vile tumeingia mwezi wa tatu, baadhi ya vitu ambazo zilikuwa zimefungwa, saa hizi sasa zimeshaanza kufunguliwa. Huu mwezi wa tatu kuna mambo mengi sana ambayo zitafunguliwa kwa wale ambao wamekuwa pamoja nasi eh, kwa live yetu ya Saturday tumeweza kuzungumzia hayo na kupeana update kidogo, kwa yale mambo ambao inaendelea kufanyika na kupangwa hapa Canada. moja ikiwepo ni hiyo mpango ya caregiver ambao ilikuwa pia imezuiliwa toka kipindi kile, na hiyo imefunguliwa, saa hii inaenda kufunguliwa mwisho wa mwezi huu wa tatu. So hiyo ikishafunguliwa, kuna mpango pia hiyo, kwanza inafunguliwa kwa wale wako ndani ya Canada, na hafta hapo itafunguliwa sasa juu ya wale ambao wako nje ya Canada na after hayo ile ambayo inafata ni mpango ya visitor visa ambao pia ni moja kati ya baadhi ya vitu ambazo zilikuwa e, zimezuiliwa, na hizo zote zilizuiliwa sababu e, ule ambaye ni kiongozi alijiudhulu na kusema ya kwamba yeye anataka kuacha uh, mamlaka wakati alijiudhulu, kusema ya kwamba anataka kuacha mamlaka, kukatokea hali kama na hayo. So hiyo ndio sababu ambao vitu nyingi sana ziliweza kusimamishwa kusudi ziweze kufuatiliwa, kisha kufuatiliwa, ziweze sasa kurudishwa. So, miezi tatu ambazo alipewa zinaisha mwisho wa mwezi huu na hivyo zinaisha, sasa ndio naona vitu zinaenda e, zikifunguliwa. Hiyo mpango ya caregiver ambao ulikuwa imesimamishwa sasa hii inarudi. Hizo visitor visa ambazo zilikuwa zimesimamishwa pia ziko kati ya miongoni ya vitu ambazo zitarudi hivi karibuni na kila kitu ambayo ilikuwa imesimamishwa ama kuzuiliwa saa hizi sasa inaenda kurudi. Na wakati inarudi, najua wengi sana wanajingojelea kuweza kukuja Canada, wanatamani kuja Canada. Nafasi sasa inaenda kujitokeza kwa nyinyi kuweza kukuja. Kuna wale walikuwa wanasema ya kwamba eh, waliwahi kujaribu kuitisha viza visitor visa na mingine ambao inachelewa. Wengine walikuwa wanahitajika kufanya uh, biometric. Na imekuwa muda sasa hawajawahi kupata update yoyote ama kuambiwa jambo lolote. Nadhani hii ndio mwangaza sasa ambao nilikuwa nakuja kuletea siku ya leo kuhusu uh, hizo viza ambazo zilikuwa zimezuiliwa kwa muda, lakini kuna zile ambazo zinaendelea na kuna zile ambazo zilikuwa zimezuiliwa kwa muda na mwisho wa mwezi huu wa tatu, sababu alipewa ikiwa ni mwaka jana alipewa mpaka mwezi wa tatu. Sasa mwezi wa tatu ndio huu na unaenda kuisha. Ndio maana wewe, ambaye uko na ndoto ya kuja Canada, ama ulikuwa tayari ushawekwa kwa mipango, ama ulikuwa ndio unaanza kufuatilia, nataka kukutia moyo ya kwamba usiwe na wasiwasi sababu muda huu sasa eh, hilo ndoto lako linaenda kutimia na Kanada utaweza kuingia. Hiyo ni uhakika ambao mimi nakupea siku ya leo. Usikuwe na wasiwasi sababu wakati wako sasa umefika. Kitu ingine ambao nitakuongezea ni uendelee kuwa na imani <coughs> na kuweka bidii kwa njia yoyote ile ambayo unaendelea kuitumaini na kujaribu, sababu usipovunjika moyo utaona matunda ya imani yako, na ni matumaini yangu ya kwamba kila kitu kitakuwa sawa hivi karibuni. So ikiwa wewe ni mpya kwa channel hii, kumbuka kusubscribe, na ikiwa uh, wewe ni mmoja kati ya watu ambao wanahitaji kuja Canada na nitakwambia kwamba uko kwa mahali pazuri, sababu kuna mengi ambayo utajifunza kwa channel hii na ambayo itakusaidia kwa wewe kuweza kutimiza ndoto yako. Tuko na group ya WhatsApp ambayo tunaongelea kuhusu kuja Canada na zile vitu ambazo hatuwezi tukaweka hapa kwa mtandao, huwa tunarusha huko kwa kikundi. So ikiwa wewe ni mmoja ambaye anapenda vitu kama hizo, unaweza ukajiunga na kikundi yetu. Na utapata link kwa description ya video hii. Siku moja inaweza kukusaidia. Asante.